Ugonjwa uitwao kuru ni ugonjwa hadimu na usiotibika uliosumbua na kuua watu wa kabila la Fore wapatikanao huko nchini Papua New Guinea. Kuru ni ugonjwa unaosababishwa na uwepo wa protini mbaya yenye maambukizi katika ubongo protini zilizosababisha ubongo kujikunja katika umbo lisilo la kawaida. Ugonjwa huu hujulikana maarufu kama ugonjwa wa chekelea, na hii yote ni kwa sababu ugonjwa huu ulifanya wagonjwa wake kucheka hovyo bila kujizuia. Ugonjwa huu ulishambulia ubongo na mfumo wa neva katika mwili wa binadamu, hali iliyopelekea mgonjwa wa kutetemeka sana na kucheka bila kujizuia. Ugonjwa huu ulisambazwa kupitia mila potofu na za ajabu za kabila la Fore, ambapo watu wa kabila hili walikuwa wakila kila nyama za mtu aliyekufa, wakidai kitendo hichi kinaunganisha maiti na wafiwa au ndugu zake, pamoja na kusema kuwa kitendo hiki kinafanya roho ya mpendwa wao iwe huru. Imani ya watu hawa ilikuwa kama hivi: maiti iliruhusiwa kuzikwa kwa siku kadhaa kisha kufukuliwa na kukatwakatwa vipande vilivyosambazwa kwa ndugu zao kama mboga, ambapo katika ugawaji ubongo walipewa wanawake na watoto, wakati nyama na sehemu zingine walipewa wanaume. Wanaume wengi wa kabila hili walikuwa hawali kabisa nyama hii, kwani waliamini nyama ya binadamu hupunguza nguvu vitani, na hivyo hawakuathirika sana na kitendo hiki. Lakini ugonjwa huu uliathiri sana wanawake na watoto, kwani wao walikuwa wakila ubongo, hali iliyopelekea zile protini mbaya zenye maambukizi kuhama kutoka mtu mmoja kwenda mwingine. Ugonjwa huu ulichukua miaka kumi mpaka kumi na nne kwa dalili zake kuweza kuonekana na hii ni baada ya ulaji wa ubongo wenye protini mbaya zenye maambukizi zilizosababisha ubongo kujikunja katika umbo lisilokuwa la kawaida. Hii ilichochea maambukizi bila wao kutambua, kwani dalili zilitumia muda mrefu kuonekana. Lakini cha ajabu, ugonjwa huu uliweza kupoteza maisha ya watu ndani ya mwezi 14 tu baada ya dalili za mwanzo kuonekana. Mwaka 1957 vifo mia mbili vilivyotokana na ugonjwa huu viliripotiwa. Vilevile, vifo kutokana na ugonjwa huu viliripotiwa kupungua kuanzia miaka 1960 baada ya watu wa kabila hili kuwacha kula nyama za binadamu.